Na somo la Injili kutoka Injili ilivyoandikwa na Luka sura ya kwanza aya thelathini na tisa hadi aya ya hamsini na sita. Karibu tusikilize injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Luka. Mariamu aliondoka siku hizo, akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka, mpaka mji mmoja wa Yuda akaingia nyumbani mwa Zakaria akamwamkia Elisabeti. Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Limenitokeaje neno hili hata mama wa Bwana wangu anijilie mimi? Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye heri aliyesadiki kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema: moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu, na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi, kwao hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao amewaunganisha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyowaahidia baba zetu Ibrahimu na uzao wake hata milele. Mariamu akakaa naye kadiri ya miezi mitatu kisha akarudi kwenda nyumbani kwake. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa wa taifa la Mungu, karibuni tusikilize tafakari leo, ikiwa mama Kanisa anaadhimisha sikukuu ya maamkio ya bikira Maria. Ni sikukuu muhimu sana katika historia ya wokovu wetu, kwani ndiyo tunapata habari za kukutana kati ya yule anayehitimisha agano la kale yaani Yohane Mbatizaji na agano jipya, yaani Yesu. Ndugu wapendwa, katika sikukuu hii ya leo tunapaswa kukumbuka na kutafakari mambo makuu mawili ambayo tunayapata katika somo la injili, yaani kuwa chanzo cha furaha kwa watu wengine na kuutukuza ukuu wa Mungu kwa kuimba sifa zake katika maisha yetu. Wapendwa taifa la Mungu. Leo mama kanisa anatualika na kutushirikisha sikukuu hii muhimu ya maamkio ya Bikira Maria. Maamkio yanayochagizwa na kupashwa habari Bikira Maria kuwa atakuwa mama wa mkombozi Yesu Kristo. Kwa mirindimo ya furaha na moyo uliojaa matumaini yanayokolezwa na imani thabiti kwa Mungu, Bikira Maria anafunga safari mpaka mji unaoitwa Ain Karim ambapo nduguye Elizabeti alipata kuishi hapo pamoja na mmewe Zakaria. Mji huu wa Ain Karimu unafahamika kama nchi ya milimani katika maandiko matakatifu. Hii ni kutokana kuwa mji huu ulikuwa katika vilele vya milima. Bikira Maria alifunga safari kwenda kumtazama Elizabeti nduguye pamoja na kumsalimia. Wataalamu wa maandiko matakatifu wanasema kuwa Maria alisafiri kwa ajili ya kwenda kumuhudumia ndugu yake huyo aliyekuwa akabeba mimba uzeeni. Safari haikuwa rahisi sana kutokana na jiografia ya eneo lenyewe. Tunaweza kufikiria hali iliyokuwa kwa Bikira Maria ambaye kwanza kabisa bado binti ambaye huenda alikuwa na miaka kuanzia kumi na mbili mpaka miaka kumi na sita. Na vile vile akiwa na mimba changa lakini pamoja na hayo yote anapanda milima kwenda kumsalimu na kumhudumia Elizabeti. Safari hii ilijawa na maamkio matukufu, maamkio yenye heri, maamkio ya baraka, maamkio mema na zaidi maamkio ya neema ambapo mama wa Mungu kwa sauti yenye nguvu na wingi wa neema anamwamkia Elizabeti kwa furaha na unyenyekevu. Ni maamkio haya ya neema yanayomshtua mtoto ndani ya tumbo la mamaye. Yohane anaruka kwa shangwe anapokutana na Bwana wake kwa maamkio haya matukufu ya Bikira Maria. Kutokana na kuruka kwa Yohane katika tumbo la mama yake, Elizabeti anashtuka, anajawa na Roho Mtakatifu na kutambua kuwa aliye msalimu ni mama wa Bwana wake hivyo kwao wote wawili wanajawa na furaha. Twaweza ona jinsi gani Yohane kamtambulisha Yesu kwa Elizabeti mama yake, kama atakavyomtambulisha pia kwa wanafunzi wake kwa kusema, Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoe dhambi za ulimwengu. Tunasoma hayo katika Injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya 19 hadi aya ya 51. Wapendwa, tunaweza kujiuliza katika maisha yetu sisi kama wakristo wa leo: je, tuko tayari kujitoa kwa ajili ya wengine? Yaani ndiyo kusema kuwa, pamoja na ugumu wa mazingira, afya ya miili yetu na umri wetu, tuko tayari kutoka na kwenda kuwahudumia wale wanaohitaji msaada wetu? Lakini pia tumesikia maamkio ya Bikira Maria yalizalisha furaha kwa wote wanne waliokutana siku hiyo. Nasi katika maisha yetu tunapokutana na watu, wanajawa na furaha kwa kutuona au wanaishia kujificha huku wakiji, wakijutia kwa nini wamekutana nasi? Vilevile, Elizabeti alijawa na Roho Mtakatifu baada ya kitoto kichanga kuruka katika tumbo lake. Je, nasi katika maisha yetu furaha yetu inawafanya watu wengine watambue uwepo wa Mungu katika maisha yao au furaha zetu hugeuka karaa na fujo kwa wenzetu? Mara baada ya maamkio ya Bikira Maria, injili tuliyoisikia inatupatia utenzi ambao umezoeleka kama utenzi wa Bikira Maria. Utenzi huu vile vile unapatikana katika kitabu cha kwanza cha Samueli, sura ya pili, aya aya ya ya kwanza hadi aya ya kumi, ambapo ni wimbo huu ambao Hana aliimba mara baada ya Mungu kumjalia mtoto Samweli baada ya kukaa kwa kipindi kirefu bila kuwa na mtoto. Huenda kwa mazingira ilivyokuwa katika Agano la Kale, ulipaswa kuwa wimbo wa Elizabeti kwani yeye ambaye Mungu kamjalia mtoto baada ya kukaa kipindi cha kutosha bila kuwa na mtoto. Wimbo huu unaeleza juu ya sifa kuu za Mungu, ambazo kimsingi sifa zote zinadhihirisha ukuu wa Mungu, na ndiyo maana wimbo huu vilevile vile unajulikana kama Magnificat, ambalo ni jina lenye chimbuko kutoka lugha ya Kilatini, ukionyesha utukufu, ukubwa uweza na nguvu za Mungu kwa viumbe vyake, kutokana kwamba ulikuwa ni wimbo ambao uko katika Biblia ya Kiyahudi. Vile vile tunafahamu fika kuwa Bikira Maria tangu akiwa na umri wa miaka kumi na mbili aliishi hekaluni, hivyo pasi na shaka alikuwa anafahamu maandiko matakatifu. Kitu ambacho hatufahamu ni kuwa wimbo huu Maria aliutafakari kipindi chake chote alichoishi akimsaidia Elizabeti mpaka alipojifungua, au mara baada ya maamkio hayo alimba wimbo huu ambao unaambatana na, na kutoa sifa kwa Mungu aliyeyawezesha yote. Wapendwa sisi wa Kristo wa leo, katika maisha yetu vile vile, mara kadhaa neema za Mungu zinatushukia na kutuwezesha kumiliki na kufanya vitu vikubwa ambavyo huenda hata haikuwahi kuwa ndoto zetu. Tunaweza kujiuliza, Mungu anapotufanyia makubwa hayo, je, huwa tunakumbuka kuimba sifa zake? Vile vile tunapofanikiwa, huwa tunapata nafasi ya kutafakari ukuu wa Mungu katika mafanikio yetu, au ndiyo tunaishia tu kujisifu na kuona yote yaliyotokea ni kutokana na uwezo mkubwa wa akili zetu bila hata kufikiri kuwa akili tulizonazo ni kwa neema za Mungu. Ndiyo maana tunauelewa wa haraka au wa juu. Pia wakati mwingine tunajisifia marafiki na familia zetu, huku tukisahau wote hao ni neema za Mungu ndio maana tumepata msaada, kwani wapo wengine wengi ambao rafiki zao na ndugu zao hawana mchango wowote kwao. Ndugu zangu katika sikukuu ya leo tunaweza kujiuliza katika maisha yetu, je, kwangu Elizabeth ni yupi? Yaani nani anahitaji msaada wangu? Lakini pia maamkio, kilicho kiini cha sikukuu hii, je, huwa ninapeleka ujumbe gani kwa watu wengine? Nisije kuwa mwepesi wa kusambaza maneno ya uchonganishi, umbea na unafiki. Vile vile wale wanaoleta habari njema kwangu ninawapokea vipi? Vile vile mara baada ya Mungu kunitendea makuu, je, huwa ninaimba na kutangaza sifa zake? Yaani, maisha yangu yanaimba sifa za Mungu, nikijua kuwa ni yeye aliyeniwezesha yote hayo. Na mengine mengi hayatawezekana kama hatutaungana na neema za Mungu katika maisha yetu. Hivyo tumuombe Mungu atushushie neema zake, ili kwa kuungana nazo tuweze kupeleka furaha kwa watu wengine. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateli Kolneri Andrea Mbuna wa shirika la wamisionari wa Damu Takatifu ya Yesu, kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Buffalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo. Milele Amina.